na mitazamo ya waasisi wa kwanza au rika ya kwanza wa viongozi baada ya uhuru ikawa ni Zanzibar na Tanganyika ikazaa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu Mzee Karume, wengine watahoji hakusoma sana lakini sasa kuna wasomi wengi tu, vyeti vingi tu, lakini hakuna maono. Mzee Karume alikuwa ni mzee ambaye alikuwa anahoji. Katika hotuba moja yake anasema, sasa nyinyi waafrika mnawategemea sana wataalam. Mzee atakumbuka hivyo akija mzungu mnamtetemekea, ni mtaalam. Na kile kinachofanyika na hao wataalam ni ya kwamba wanatukwaza katika maendeleo. Tunapozungumza hivi leo, tunawatambua wataalam, lakini tukumbuke wasia ya mwalimu, nitamuita mwalimu Sheikh Karume wakati huu ambapo utaalamu uchwara umekita mizizi katika nchi nyingi za Afrika. Na tujiulize pia, mzee Karume alikuwa si mtu mbinafsi. Wengi ambao wanasoma historia watakumbuka hotuba aliyeitoa mwenzake rafikie Sheikh Amani Karume, Mwalimu Nyerere mwaka wa 65 wakiwa katika jiji la Akra, Ghana, wakati ambapo wat, walifikiria kwamba baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar Afrika ingeungana ikawa nchi moja. Mwalimu anasimulia walipomaliza mkutano bila kukubali kuungana viongozi wengine wakasema, tumshukuru Bwana, hatutapoteza nyadhifa zetu za urais. Lakini mzee Karume hakuogopa kuwa makamu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kile ambacho alikuwa anaipa kipaumbele ni ya kwamba tanga, Tanganyika na Zanzibar vimekuwa kitu kimoja na akasema ya kwamba hii ndiyo njia ya kuhakikisha ya kwamba tumezipiga vita unyonge, dhuluma na kule kule ambacho kitatuelekeza pasipofaa. Mzee Karume alikubali ya kwamba demokrasia ni kupambanisha hoja. Siku hizi, ndugu zanguni, tunazungumzia demokrasia lakini hatupambanishi hoja. Siku hizi tunazungumzia demokrasia na tunahongana. Siku hizi tunazungumzia demokrasia na tunazungumzia udini, tunazungumzia demokrasia na tunazungumzia ukabila. Nyinyi Tanzania kwa kiasi fulani mmejinasua katika minyororo ya ukabila, lakini katika bara la Afrika ukizungumzia demokrasia hakuna kupambanisha hoja. Mzee Karume alikuwa katika mstari wa mbele wa kuhakikisha y kwamba demokrasia inaeleweka, ni njia mojawapo la kupambanisha hoja. Ndiyo akasema jiwe pembe ya demokrasia ni umoja, jiwe pembe ya demokrasia ni umoja. Je, yeah sote ambao tumekutana hapa, tumekutana hapa tukiwa na imani ya kwamba falsafa ya mzee Karume inatufaa kama vijana, wazee hawa ambao tayari wengi wao wameng'atuka. Je, nyinyi vijana ambayo nafasi yenu ni sasa. Mnakumbuka ya kwamba lengo la mzee Karume na waasisi wa ungano wa Tanzania ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba tuna siasa safi, ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba tuna ungano, ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba tuna maono ilikuwa ni kuhakikisha kwamba heshima yetu imerejeshwa, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba sisi kama Waafrika tunajitegemea. Ndiyo maana yeye pamoja na Mwalimu Kambarage Nyerere wakazungumzia ujamaa na kujitegemea. Mnakumbuka hivyo? mnakumbuka ya kwamba yeye pamoja na mwalimu Nyerere wakasema ya kwamba siri ya maendeleo ni vijana wenye malezi bora, siha njema na bongo kali. Je, mna malezi bora? Je, mna siha njema? Je, mna bongo kali? Na bongo hizo kali mnazitumia kwa namna gani? Ni kushabikia vitu ambavyo haviko katika bara la Afrika. Je, mtazamo wetu ni upi? Haya ndiyo maswali nyeti ambayo lazima tuyajibu. Na swali mama ni hili: je, falsafa na maono ya mzee Karume inatufaa kwa njia gani, tukiangalia mustakabali sio wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania peke yake, lakini mustakabali wa bara la Afrika na mustakabali wa mtu mweusi, hasa katika enzi hizi za ukoloni mambo leo. Je, tumejihami katika nchi nyingi tu za Afrika? Ukisafiri una hofu una hofu ya kwamba ukoloni mambo leo inarejea, una hofu ya kwamba siasa za usultani inarudi kinyemela, una hofu ya kwamba vijana wetu wananaswa na vitu ambavyo vinawatorosha kutoka kwa bara la Afrika. Hii leo nawaombeni, hii isiwe ni hafla tu, hii isiwe ni hafla tu iliyoandaliwa na Kigoda cha mzee Karume. Hii iwe ni nafasi ya kutafakari, hii iwe ni nafasi ya kujiuliza maswali mazito kuhusu mambo mazito. Maswali hayo yalenge umoja wetu, na umoja huo usiwe ni umoja makaburini ya wafu, iwe ni umoja wa watu ambao wako hai, wako chonjo na wanauliza maswali yanayostahili kuulizwa. Hii leo tujiulize demokrasia ni nini? Je, tunakubaliana na mzee Karume ya kwamba demokrasia hiyo ni kupambanisha hoja? Tujiulize kama vijana, hasa nyinyi vijana wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla, mnaposhiriki uchaguzini tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, mnapiga kura kwa nini na kwa nani? Je, mnashawishika na vitu vipi? Ni takrima ndiyo inawashawishi? Ni hongo ndiyo inawashawishi au ni hoja?